Bodi ya ligi ishatoa taarifa kwamba mchezo wa Kariakoo dabi ambao ulitarajiwa kufanyika leo hautofanyika. Sasa baada ya kusoma ile taarifa ya bodi ya ligi, nilitamani mwana SNS, mimi na wewe kwa pamoja tutazame gaps ambazo zimesababisha makosa, tuone nani mwenye makosa, nani sahihi kwa taarifa ambayo bodi ya ligi wameitoa kwa mechi hii kugairishwa. Ukisoma taarifa ya bodi ya ligi kuhusu kuahirisha mchezo huu, taarifa hii tumeshakuletea, tushakuletea katika taarifa zetu zilizopita, utagundua kwamba mzizi mkubwa yani, chanzo kikubwa cha tatizo kilianzishwa na Simba. Simba alikuwa ndo timu mgeni, na kwa mujibu wa kanuni ni kwamba timu mwenyeji anatakiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja husika ambao mechi husika itachezwa siku mbili kabla. Kwa hiyo Young Africans walitakiwa kufanya mazoezi a Alhamisi, na walitakiwa kufanya mazoezi muda ambao mechi itachezwa. Mfano, kwa mujibu wa ratiba mechi hii ilitakiwa kuchezwa saa moja na dakika 15 usiku, kwa hiyo Young Africans walitakiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa Alhamisi, saa moja na dakika 15 usiku. Timu ambayo ni wageni, na kwa mujibu wa mchezo huu mgeni alikuwa ni Simba, na Simba alitakiwa kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi husika, yaani jana Ijumaa na wenyewe walitakiwa kufanya mazoezi muda sawa na muda ambao mechi husika itachezwa. Kwa hiyo walitakiwa kufanya mazoezi saa moja na dakika kumi na tano usiku. Sasa ili kukidhi matakwa ya hii kanuni, yaani ya kufanya mazoezi kwenye uwanja husika siku moja au siku mbili kabla ya mchezo husika, timu zote zinatakiwa zitoe taarifa kwa maofisa wa michezo pamoja na wasimamizi wa uwanja husika, na mgeni wa mechi anatakiwa kutoa taarifa kwa mwenyeji wake ambaye anawahosti mechi husika. Ukisoma taarifa ya Bodi ya Ligi utagundua kwamba Simba hawakutoa taarifa kwa maofisa wa michezo, wenyeji wa mchezo huo ambao ni Young Africans, pamoja na viongozi wa uwanja husika. Hii ilikuwa lazima kwa Simba Sports Club kutoa taarifa ili kukidhi matakwa ya kikanuni. Ndio maana walipofika pale kwa ajili ya kufanya mazoezi, viongozi wa uwanja husika hawakuwapa ruhusa Simba kuingia kufanya mazoezi, kwa sababu hawakuwa na taarifa rasmi. Mtu wa kwanza kuwazuia Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi walikuwa viongozi wa uwanja husika. Kamishina wa mchezo husika alikuja katika uwanja wa Benjamin William Mkapa wakazungumza, yani pande zote tatu zasapo zikazungumza. Pande ya kwanza ni uongozi wa uwanja husika, pande ya pili ni kamishina wa mchezo pamoja na Simba Sports Club. Baada ya mazungumzo, wakawa wameafikiana kwamba Simba Sports Club waingie kufanya mazoezi sasa. Muda ambao Simba walitakiwa kuingia kufanya mazoezi ni muda ambao kikanuni hawakutakiwa kufanya mazoezi, kwa sababu nimekwambia hapo awali, kikanuni walitakiwa kuanza kufanya mazoezi muda sawa na muda ambao mechi husika itaanza. Mechi husika ilitakiwa kuanza saa moja na dakika 15 usiku. Kwa hiyo Simba walitakiwa kuanza kufanya mazoezi saa moja na dakika 15 usiku. Kwa hiyo muda huo ulikuwa umeshapita, kitu ambacho sasa, baada ya kuona hivyo, makomando wa Young Africans waliwazuia Simba kuingia kufanya mazoezi. Hapa ndipo linapokuja kosa la Young Africans kuwazuia Simba kufanya mazoezi kwa madai kwamba muda wao wa kufanya mazoezi ushapita. Kosa la tatu ambalo naliona ni la bodi ya ligi, wao kugairisha mchezo usika, wametukosea sana sisi wadau wa mchezo mpira wa miguu, kwa sababu hawakutakiwa kuahirisha kwa mujibu wa kanuni za ligi kuu za mwaka 2024 hakuna kanuni ambayo inaelezea kwamba kama timu mgeni atakosa kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo husika mechi hiyo itagailishwa, lakini kanuni za ligi kuu zinaelezea kwamba timu ambayo ni mwenyeji atapigwa faini ya kuanzia milioni moja mpaka milioni mbili kwa kuifanya timu mgeni kuto kufanya mazoezi kabla ya mechi husika. Kwa hiyo kwa kutazama hivyo, hakuna kanuni ambayo inaelezea kwamba mechi inatakiwa kugairishwa kwa sababu timu mgeni hajafanya mazoezi. Hapo bodi ya ligi imetukosea kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ukitazama mtiririko huu utagundua kwamba mechi hii ilitakiwa kuendelea na Simba walitakiwa kupeleka timu. Sasa kutokupeleka timu ni kosa jingine la kikanuni. Sasa kanuni za ligi kuu zinasemaje? kama timu haitofika uwanjani, kanuni ya thelathini na moja, moja. kutozwa faini ya shilingi milioni tano. Ukiangalia pia kanuni hiyo ya 31.2 inasema kwamba timu hiyo italipa fidia ya maandalizi uharibifu wowote ambao unaweza kujitokeza. Kwa hiyo Simba wanatakiwa kuwalipa Young Africans maandalizi au fidia maandalizi, ya maandalizi yamechusika. Ukiangalia pia kanuni ya 31.3 nasema kwamba timu itapokwa alama 15 katika msimamo wa ligi na viongozi waliosababisha jambo hili watachukuliwa hatua zaidi za kinidhamu kwa kukumbusha tu, msimu uliopita klabu ya JKT Queens katika ligi kuu ya wanawake hapa Tanzania ilipokwa alama 15 na kulipa faini ya milioni tano baada ya kutokufika uwanjani katika mechi dhidi ya Simba Queens ambayo ilitarajiwa kufanyika kule Chamazi. Kwa hiyo, kwa kumalizia, Simba Sports Club kisheria na kikanuni wamekiuka na wenyewe ndio waliosababisha